Wote mna taarifa by now kwamba mheshimiwa Lijualikali amepatikana na adhabu, amepatikana na hatia ya kosa la kushambulia askari polisi na amepatiwa adhabu ya kifungo bila faini, kifungo gerezani cha miezi sita. Mheshimiwa Lijualikali ni mfungwa wa kisiasa, amefungwa kwa sababu za kisiasa. Kwa sababu za kisiasa, ni vita ya CCM dhidi ya Chadema, na wanatumia wanatumia jeshi la polisi, wanatumia mahakama. Kwingineko mnafahamu vita hii hii, wanawatumia kina Lipumba, kwingine wamemweka lema mahabusu, leo ni mwezi wa tatu. Ni vita ya kisiasa, wote hawa ni wafungwa wa kisiasa, hakuna jinai yoyote, ni siasa. Wale wanaofikiria kwamba kwa kumfunga Lijualikali CCM itapendwa na wananchi wa Kilombero, naomba wasahau hilo. Huwezi ukawatesa wananchi, ukatesa viongozi wao waliowachagua kwa mapenzi yao halafu ukategemea wananchi wakupende, wasahau. Kama kuna wajinga wanafikiria kwamba ukimfunga Lijualikali basi unamfutia ubunge wake vile vile, wasahau. Katiba yetu, katiba hii hapa, inasema hivi kwenye ibara ya 67 mbili inahusu kukosa sifa ya kuwa mbunge, na sehemu inayohusu vifungo inasema hivi: mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yoyote katika Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au adhabu ya kufungwa gerezani kwa muda, hii ni muhimu, kwa muda unaozidi miezi sita kwa, kwa kukutwa na hatia ya kosa lolote vyovyote linavyoitwa linaloambatana na utovu wa uaminifu. Hiyo ndio Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Adhabu hii ni ya uonevu, ni mwendelezo tu wa vita ya kisiasa. Sisi kama chama, tangu jana mara tu baada ya kupata habari hizi, tumeanza taratibu za kukata rufaa na vilevile vile kupeleka maombi Mahakama Kuu ya Bwana Lijualikali kupatiwa dhamana wakati tunasubiri kusikilizwa kwa rufaa yake. Sheria yetu ya mwenendo wa jinai inasema mtu ambaye amepatikana na hatia na kuadhibiwa kifungo ana haki ya kupata dhamana akikata rufaa, awe nje kwa dhamana, wakati rufaa yake inashughulikiwa.